Wapendwa wa Moyo wa Malezi, je, umewahi kulala usingizi lakini madeni yakawa yamekunyima na kukosesha usingizi kabisa? Na pia umewahi kuwa unatabasamu mbele ya familia yako lakini moyoni mwako ukiwa unajiuliza, kwamba je, haya madeni nitayalipa vipi, ukiwa haujui kabisa jinsi ambavyo unaweza kulipa hayo madeni? Madeni sio tu maandishi kwenye karatasi. Madeni ni ugonjwa unaokula kimya kimya Madeni yanakumaliza, madeni yanakufanya uwe na mawazo, yaani ni ugonjwa ambao unakumaliza, unakuwa unakula. Watu wanaweza wakakuona wakashangaa, huyu kwa nini anakonda? Kumbe unaliwa kimya kimya na madeni. Mara nyingi, watu wengi hatuwezi kusema hadharani kwamba labda nina madeni, ninadaiwa. Mtu anakuwa anaogopa tu, ananyamaza, lakini kwenye nafsi yake anakuwa analiwa kimya kimya na mawazo. Leo kwa habari njema nitakuletea mbinu tano ambazo utazitumia mwaka elfu mbili na ishirini na sita kuhakikisha unaondokana kabisa na madeni, yaani unakuwa free from stress, una uwezo wa kufanya shughuli zako na una uwezo wa kulipa madeni na una uwezo wa kuishi bila madeni. Hivyo twende pamoja tukaone hizo mbinu zitakazokusaidia wewe kuweza kuondokana na madeni. Mimi ninaitwa Muhere madam. Kama ujasabskraibu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu na kuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya jamii nzima. Unaweza ukatupigia simu kwa namba 0754579224. karibu na tuanze. Mbinu ya kwanza: kubali kwamba unadaiwa. Tunasema kwamba ukweli unaponya hatua ya kwanza sio kulipa madeni hatua ya kwanza ni kukubali kwamba unadaiwa yani jitayarishe kujua kwamba unadaiwa. Watu wengi wanakwepa kuangalia madeni wala kujua kwamba wanadaiwa, yani anakwepa hataki kabisa kusikia kwamba anadaiwa. Hapo anakuwa anajisumbua, kwa sababu huwezi ukakwepa deni. Cha msingi unachotakiwa kufanya sasa, chukua karatasi, chukua kalamu yako Andika madeni yako unaodaiwa. Jambo la kwanza andika nani anakudai, anakudai shilingi ngapi. Kama wapo watu watatu wanne watano, waorodheshe ni kina nani wanakudai, shilingi ngapi. Kama deni pia lina riba, weka na hiyo riba, orodhesha pale. Utakuwa una amani, kwa sababu sasa utakuwa umeshajua kwamba ninadaiwa kiasi fulani cha pesa, fulani na fulani ndio wananidai shilingi kadhaa. Baada ya hapo sasa utajua ni mbinu gani ambazo tunaenda kuziangalia, utafanya kwa ajili ya kulipa hilo deni. Cha kwanza kabisa kubali kwamba unadaiwa, tambua hilo deni. Mbinu ya pili ya kuondokana na madeni mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni kubadili mtazamo wako. Anza kubadili mtazamo. Madeni mara nyingi yanaanzia kwenye fikra, jinsi mtu anavyowaza ndio anajikuta ameingia kwenye madeni. Acha kuwaiga watu wengine, acha kufata mkumbo. Sio kila kitu unachokiona barabarani unatakiwa ukinunue, na sio kila kitu ambacho fulani anacho lazima ukimiliki. Madeni huwa yanaanzia hapo. Unakuta mtu hataki kupitwa, mtu akiona hiki kitu anakitamani, mwisho wa siku hauna pesa, utaenda kukopa. Lakini mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni mwaka wa kujiambia kwamba sio kila kitu ninachokiona ni cha kununua na sio kila kitu ninachokitamani lazima nikipate. Badilisha mtazamo, badilisha fikra, acha kuwafata watu wale ambao wana matumizi makubwa wakati matumizi yako ni madogo. Kwa mfano, umetoka out, umeenda kule, unaanza kutamani kula vitu vikubwa, unaanza kutamani kufanya, mwisho wa siku unajikuta umeanza kukopa hata kwenye maduka hayo ambayo yanauza hivyo vitu. Kwa hiyo badilisha mtazamo wako, usiige mtu mwingine, kuwa wewe fanya mahitaji yako kama mahitaji yako. Na sasa utakapokuwa umebadilisha mtazamo, kama huku nyuma ulikuwa una madeni, maana yake ni kwamba utaenda kwa utaratibu na utaenda kwa bajeti na utaweza ukapangilia mambo yako vizuri. Mwisho wa siku, unabakiza balance ile akiba, utakaoibakiza inakusaidia kuanza kuwalipa wadeni wako kidogo kidogo. Mwisho wa siku, unaondokana na madeni. Ishirini ishirini na sita ni mwaka wa kuishi bila madeni, inawezekana. Mbinu ya tatu: tengeneza mpango wa malipo endelevu ambao ni kidogo kidogo, lakini ni endelevu na unaoweza kuweza na unavumilika. Ndugu mtazamaji wa Moyo wa Malezi, una uwezo wa kulipa. Yani hautakiwi kujiumiza, kujipa stress kwenye madeni, ukaanza kuwaza jinsi utakavyoweza kumlipa mdeni, mtu anayekudai kwa ukubwa, au kumaliza deni kwa haraka, hiyo itakuumiza Unachotakiwa kufanya unatakiwa kuwa na mpango mathubuti, kuwa na mpango thabiti, mpango unaoeleweka ambao una uwezo kuwa unawalipa wadeni wako kidogo kidogo, na ili uweze kulipa vizuri, unaanza na madeni ambayo yana riba kubwa, kwa sababu madeni yenye riba kubwa mwisho wa siku yanashinda yana mtu kulipa. Kwa hiyo anza na hayo madeni yenye riba kubwa, tafute yule mtu anayekudai, zungumza naye, weka utaratibu, hata kama una uwezo wa kulipa elfu kumi, elfu kumi kila wiki mwisho wa siku deni linakwisha, mwaka unavyoisha unajikuta pia we mwenyewe hauna madeni, na stili bado unaishi bila stresi na mipango yako ikiendelea. Kwa hiyo lipa kidogo kidogo kwa uhakika. Mbinu ya nne: tafuta chanzo cha ziada cha kipato. Madeni hayalipu kwa maombi peke yake. Hebu tuzungumze tu ukweli, tuzungumze na uhalisia. Umewahi kujiuliza kwamba nina madeni mengi? Je, haya madeni nayalipaje? Kama hujawahi kujiuliza hivyo au umeshawahi kujiuliza lakini hauna majibu, sasa ninakwambia kwamba tafuta kipato cha ziada. Yaani angalia kwamba unaweza ukafanya nini, unaweza ukafanya nyumbani au unaweza ukafanya ukiwa ofisini au unaweza ukafanya mtandaoni ukawa unatengeneza vitu vyako, unauza ukijipatia kipato chako cha ziada, ni rahisi kuwalipa wale wadeni wako na ukaondokana na hayo madeni. Kama ni nyumbani, unaweza kufanya kazi za mikono, unaweza kushona, unaweza kutengeneza maua, unaweza kulima bustani ya mboga mboga, ukapata kipato cha ziada tofauti na kile kipato chako cha awali. Hapo itakusaidia kuweza kulipa yale madeni kidogo kidogo, mwisho wa siku unajikuta umekuwa huru na hauna madeni. madeni madeni, yanaumiza Madeni yanauma kulipa, yaani utakapo. Na pia baada ya kulipa yale madeni, unajifunza sasa kuondokana na hayo madeni, kuhakikisha kwamba unakuwa sio mtu wa kukopa kopa. Mbinu ya tano: jenga nidhamu na subira. Uhuru sio wa haraka. Ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ni wakati sasa. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni wakati wa kujiambia hapana kwa madeni. Ni wakati wa kujiambia kwamba hapana, na kukataza akili yako. Una uwezo wa kulipa madeni, lakini ukafika mahali unabanwa kabisa na unatamani tena kurudi kwenda kukopa. Ni wakati wa kujiambia hapana kwenye madeni. Hapana, hapana, hapana. Jizoeshe akili yako, weka hiyo nidhamu, jiambie hapana. Inawezekana kuishi bila madeni, inawezekana kuishi bila stress. Ukishajiwekea kipato cha ziada, ukaanza kulipa kidogo kidogo Jenga uvumilivu, jenga nidhamu, kataa tena kuingia kwenye madeni. Mwisho wa siku, unakuta unaweza kulipa madeni. Sio safari ya kukimbia, ni mwendo wa taratibu, ni mwendo wa polepole. Mwisho wa siku, unajikuta una uhuru binafsi. Weka nidhamu na Mungu atasimama na wewe. Madeni hayakufanyi kuwa mtu mbaya, bali madeni yanakufanya kuwa mtu aliyepitia changamoto. ishirini ishirini na sita ni mwaka wa mabadiliko ni mwaka wa kusema hapana kwenye madeni. Ni mwaka wa kuwa mzazi bora wa kuigwa na watoto, ambapo utakuwa mzazi ambaye una amani ya moyo, kwa sababu mara nyingi madeni yanaondoa amani ya moyo. Jiambie hapana kwenye madeni ishirini ishirini na sita. Na inawezekana madeni ya yamekufanya tu wewe umeonekana ni mtu una changamoto, lakini kwa mbinu hizo una uwezo wa kuondokana na madeni mdogo mdogo, mwisho wa siku ukajikuta tena ukiwa huru, ukiwa mtu ambaye haudaiwi na mtu ambaye unakuwa unatembea ukiwa una amani, kwa sababu madeni yanakula kimya kimya, madeni yanakumaliza mdogo mdogo. Lengo letu Moyo wa Malezi Sio kukuonyesha kwamba unatakiwa kuwa mkamilifu sana. Hapana, lengo letu ni kutaka kukufanya uwe na uhuru, uweze kuishi kwa amani na uweze kuwatunza watoto wako ukiwa huru, bila stresi za madeni, kwa sababu unakuwa umekaa tu pale sebuleni, unatabasamu, kumbe moyoni unaungua kimya kimya. Kama ujumbe huu umekugusa, basi usisite kulike, usisite kushare kwa mzazi mwingine ambaye pia madeni yanamla kimya kimya. Usisite kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uweze kuenda sambamba. Asante sana kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tunakupenda, tunakujali, tunakuthamini na Mungu aendelee kukubariki kila inapoitwa leo, na kuweke mbali na madeni.